Sekta binafsi ni sehemu pia ya institution inayoweza kuchangia kwa kiwango kikubwa maendeleo ya mkoa lakini kwa kiwango kikubwa maendeleo ya taifa. Inapoandaliwa hiyo strategic plan ya mkoa, yapo mazingira maalum lazima yawe considered. Lakini ni lazima iwe in line na ilani ya Chama cha Mapinduzi, iwe in line na vipaumbele vya Mheshimiwa Rais iwe inline na makundi ya kidini lakini pia iwe inline na makundi mingine maalum bila kuiacha sekta hii ya wafanyabiashara au sekta binafsi. Sasa, takwimu za mapato ya mkoa wa Ruvuma kwa mwaka 2023 zinaonyesha pato la mkoa ni trilioni 7.17 uchangiaji wetu kwenye pato la taifa ni asilimia 3.8, na PCI kwa maana ya per capita income ya mtu mmoja mmoja ni milioni 3.75, na contribution kubwa ya ukuaji huo uchumi wa mkoa, uchangiaji kwenye pato la taifa, manake sekta inayo lead ni sekta ya kilimo, followed by mineral sekta na sekta nyingine biashara ikiwemo. Sasa kama ni sekta ya kilimo swali ambalo na mimi ndio najiuliza kama tungekuwa tuna value addition of kile kinachozalishwa kwenye sekta ya kilimo, maana yake pato la mkoa lingeongezeka zaidi ya hili tulilo nalo kwenye sekta hiyo hiyo tu ya kilimo, but today we are selling the raw maize, no additional value. What does it implies? ni kwamba tuna create employment kwa mikoa mingine na kwa mataifa mingine. Agri business maana yake ni ku add value kwenye kile unachokizalisha kwenye kilimo. Ah, sisi tunauza mahindi lakini tungekuwa tuna process mahindi kupata unga sembe na dona kupata mahindi yale madogo madogo watu wanaita mahindi ya kande ambayo yanauzwa huko madukani kwenye package. Pata mabaki kwa maana ya pumba kwa ajili ya vyakula vya mifugo na nini. Kukireati employment kwa watu wetu, hili pato tunalolisema la 7.17 trillion ya ye year lingekwenda zaidi ya hapo kwa only one sector ya kilimo. Kama mkoa, tutaendelea kutoa ushirikiano kwa sekta binafsi kwa sababu sekta binafsi ni kichocheo cha uchumi, kushirikiana katika kutatua changamoto mahususi, changamoto ndogo, lakini pia kuendelea kufanya ubunifu kuhakikisha kwamba tunapata fursa zaidi kwa kuwa mkoa wetu ni mkoa wa kimkakati.